Kwa majina naitwa Evodius Gordon Rwangobe, wakili wa kujitegemea. Nilikuwa kwenye shauri mashauri haya ya, ya jinai ambayo yanahusu kadhia ya maandamano yaliyoanza tarehe 29 Oktoba na kuendelea, na nikisaidiana na ni mawakili wengine Siraj Kwekima, Martin Masanja, mwendesha mashtaka ameweza kuleta nao ile kuonyesha kwamba ana nia kuendelea na mashtaka dhidi ya washtakiwa 30. Kwa hiyo kuanzia juzi ya Jumatatu mpaka leo, watu walioachiwa jumla ni 45. Na, na, na hawa wengine ambao wameendelea kuonekana bado wamebaki kwenye haya mashauri, upelelezi unaendelea na ukikamilika, tutaendelea na usikilizaji kwa kuisaidia mahakama ili iweze kutenda haki kwa pande zote mbili. Makosa alikuwa nakabiliana nayo ni uh, unyang'anyi wa kutumia silaha, kuchoma moto, wizi na uharibifu wa mali. Naitwa Fanuel Simoni Stefano. Nilikamatwa siku ya tarehe thelathini na moja saa sita mchana. Baada nimekamatwa kweli nilipitia changamoto nyingi sana mpaka sasa hivi hapa nilipo. Nashukuru Mungu ni mwema. Nimefika hapa mahakamani tulewa mashtaka binafsi ilikuwa ni mazito kwangu kwa sababu. Mama yetu Samia Suluhu Hassan pamoja na ulinzi wote wa nchi wazidi kutulinda sisi wananchi, kwa sababu wengi tulikamatwa tusipokuwa na chochote, tusipokuwa na hatia. Maisha yangu mapya, familia yangu ilikuwa imetengana nao kwa muda mrefu. Nashukuru sana kwa kweli, kifupi, nashukuru sana Mwenyezi Mungu. Kuwepo kwangu mimi ndani kumenea sisi vitu vingi sana, kwa sababu mle kuna muda mtu alikuwa anapoteza nia, hata ile hamu ya kuwepo duniani, kwa sababu kuna baadhi ya maneno mle, vitu vingi unaviwaza namna ambavyo, lakini binafsi tushukuru pia hata uongozi ni wa magereza walitutia moyo, waliongea na sisi, wakatufariji. Kwa mpaka leo, kuwepo sisi hapa, tushukuru Mungu na pia tushukuru tuongozi makama pamoja na magereza, ukweli walitulea na kutoka katika mazingira ambayo ni salama. Mimi kwa jina naitwa Farida Fanuel, mume wangu ndio alikuwa gerezani ila, nashukuru serikali sana kuachia maki. Nimepambana sana huku, nina watoto wawili, mwingine anasoma huku, watoto wanaugua huku, sina chochote ila, nilikuwa napambana kwa hali iwezavyo mume wangu ila mmefanya vizuri serikali, naishukuru sana yani sana kuona mmewatoa gerezani nimepitia changamoto nyingi sana, ameniacha nikiwa chochote nikiwa sina chochote, watoto wameugua, ila nimefanya jitihada nyingi, nikafungua ka kibanda nikagenge, ndio nikawa nalisha watoto wangu, nikienda kumuona magerezani. Yeye alikuwa ananitegemea mimi, nilisha watoto, nilipe kodi, nilipe umeme, nilipe maji, ilikuwa ananitegemea mimi bado naoko magereza Ale ale mimi ndio nipeleke kila kitu, ila nimepata changamoto kubwa sana. Mpaka sasa hivi mtoto anayesema darasa la pili nimemwacha ndani anaumwa, ila nashukuru sana kuona mmemwachia arudi uraiani ili aweze kusaidia familia.